Kama Heart of the Lion nimejaa furaha yenye siku anajua anaweza kuwa na furaha kama hiyo. Unajua, ndugu yetu na Kidero alisimama na msimamo wake, na katika msimamo wake tunaona wanaenda kumtesa pale kwa jela, na hii kitu ni mbaya sana. Tunasema kiongozi, usianze kuingiza baridi, unaanza kutesa mkijana wa wenyewe ati kwa sababu ya msimamo wake, hiyo ni kitu mbaya. Tunasema na hiyo ni kitu haifai maana Kenya ni Kenya uhuru, kila mtu mimi naweza support Sakaja, naweza support Mwanyonyi, naweza support anybody. Kwa hivyo hakuna vile unaweza kuja ati wewe ati unataka mimi ni kusapoti mimi ni kuinamie bwana, hata hata hiyo hiyo ni vitu tutakubali katika taifa letu la Kenya, na hata katika hapa mpaka sisa tutakubali. Maana saa hii watu wameshajitokeza, wasimame. Mimi nasema siwezi kusapoti mimi, I can't support you. Namimiyo nilisimama na msimamo wangu, mimi nitaishi, unaona. Na mimi nasema hivi, ukiangalia Kidero, Kidero ni mutu akona familia. Kidero ni mutu analifa nyumba. Kidero ni mutu anajitafutia. Umeenda umechukua mtoto wa wenyewe, umeenda umemuweka ndani ateseke, furaha yako ho ukule, ukijipiga ati atibutu akijaribu, atibutu akijaribu kwenda genesi, weo unamweka ndani. Sisi tunasema hivi, tuko tayari kuingia ndani basi kama hiyo ndo siasa inakuja, tuko tayari, lakini tutasimama na msimamo wetu. Mimi ni Muluya na mimi sitaforsiwa kusupport mtu staki. Mimi ni Muluya, natoka Busia, na nimesema hivi kama Heart of the Lion, hii kama ndo siasa inakuja hii, hii siyo siasa itatupeleka mahali, tutasimama kama Waluya na tuseme, tutasimama kama Waluya basi kama hiyo ndo siasa inakuja basi. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, mimi nilisikia vibaya sana kuona ndugu yangu Kidero na nikakuja mpaka kwa media nikasema, no, Kidero hatutakuwa na amani. Nikasema Kidero achiliwe, ama tuende maandamano. Nilipiga, kinililia sana nikiona ndugu yangu Kidero vile anateseka, anasafa ako na familia, na anakuja kuwekwa ndani. Wewe familia yako unakula unakunywa, ukipiga, ukipiga starehe zako, unatesa mtoto wa watu. Shame on you bwana, hatutakubali vitu kama hizi. Hii ni tabia mbaya sana hmm? Kwa hivyo mi nasema viongozi tuache kutumia vifua kama ground. Imekukubali imekukubali, kama imekukataa imekukataa, eh? hautakuja unitoe kwa nyumba nikupigie kura. Kama sikutaki sikutaki. Kama kuna yule nimetaka kumpigia kura ndampigia, hata kama ataanguka nianguke na yeye. mimi siwezi sema ati, siwezi sema hivi, mimi ninasema hivi, lazima kila lazima kila mwenye hapa kwa bunge la mwananchi kuna wenye wana support Sakaja kama mimi, kuna wenye wana sapoti Mwanyonyi, kuna wenye wana sapoti abcd na kila mtu. Hiyo ni haki ya Mkenya. Hata wewe ukiwa unapiga kura ulikuwa na mwenye, ulikuwa na sapoti kwa hivyo. Ile kitu sisi tunasema hivi, lazima kila Mkenya na kila mwana Embakasi East na kila mwana Nairobi apatiwe uhuru wa kusapoti yule anataka. Sio ati unikuje, hata unifunge na kamba ni kusupport bwana, utaweza nipatia pesa, lakini kama roho yangu ya kupigia kura itaki, itaki. Na mimi nilishasimama kata kama hat of the lion na nikasema, I can't vote you. Hata univurute na kamba na, na trakta, siwezi siwezi, maana mimi sioni kitu yenye mtu hapa mpaka sister amesaidika. Hakuna, hatutaishi, hatu, kutuuzia uoga hata Ruto walijaribu wali kumuuzia uoga na leo ni president bwana. Kwa hivyo hiyo kuuziwa uoga tutanunua na tutakubali. Hii ni kitu nzuri, si kitu kingine mbaya sana. Na mi hata nashukuru Tim Wanyonyi maana amesikia kilio na ameenda ametoa ndugu yetu Kidero ndani, akuja aendelee. Na mimi nasema Kidero, simama na msimamo wako, hata sisi tutasimama na hiyo msimamo hata kama ni kamiti tupelekwe, basi. Kama ni makosa tutafutiwe, tuletewe, watu wakuje wakuja wa, wa, wa, wa... tunatukanwa kwa hii bunge kila siku, lakini tunanyamaza tu. Tunatukanwa tukitishiwa, ongea hivi nitume video tumeni video, lakini tunasema hivi, this time round tutasimama na msimamo wetu. Mimi kama hati kama muluya ndasimama na msimamo wangu. Nasema, nasema, nasema asante Timu Wanyonyi kwa kutoa ndugu yetu Kidero, asante, umeaibisha maadui zake na asante, umeaibisha adui mkubwa mwenye alikuwa anataka Kidero aenda ozee ndani. Hata ozee ndani ametoka kwa uwezo wa Mungu. Thank you.